Salama sana, karibu katika uchambuzi wetu. Mimi ni sehemu ya timu ya maisha kamili, na tuna lengo moja tu lililo wazi kabisa. Naam, somo letu la leo linachimbua hekima kutoka kwenye makala mzuri sana ya mchungaji Enos Mwakalindile ambayo unaweza kuipata kule maisha kamili.com. Lengo letu sio tu kuangalia historia, unajua? Hapana, tunataka kuona pamoja, yaani wewe na mimi, jinsi maneno haya ya zamani sana yanavyogonga na kuzungumza moja kwa moja na maisha yako leo. Maneno haya, hebu yakae moyoni mwako kidogo, ni kama ndio kiini cha kila kitu tutakachozungumza. Fikiria kama ni ufunguo unaofungua maana ya ndani kabisa ya mchezo wa kuigiza wa kiungu unaoendelea katika Samweli sura ya pili. Sawa, hii ndiyo safari yetu. Tutaanza na huu mchanganyiko wa ajabu wa wimbo na uozo, kisha tutapitia matukio makuu tuone jinsi Mungu anavyopindua mambo, na muhimu zaidi, tutaangalia jinsi hekima hii inavyoweza kuingia kwenye maisha yako. Uko tayari? Basi twende kazi. Sawa, hebu tuzame moja kwa moja, fikiria picha hii. Sura hii inafunguka kwa tofauti kubwa sana, yaani ni kama usiku na mchana, ni kama mwanga mkali na giza nene vinakutana pale pale mahali patakatifu. Hebu chukua sekunde moja uwe katika hali ya Hana. Fikiria ile furaha yake. Yaani, baada ya miaka na miaka ya maumivu ya kimya kimya, sauti yake sasa inalipuka kwa wimbo. Na si wimbo wa kawaida, ni wimbo wa kinabii. Sio tu shukrani bali ni tangazo la mapinduzi ya Mungu, kwamba anawainua walio chini na kuwashusha wenye kiburi. Na hapa sasa ndipo mvutano mkubwa unapoanzia. Wakati Hana anamwabudu Mungu kwa moyo wake wote, watoto wa kuhani mkuu wanamdharau Mungu waziwazi, wanaichafua madhabahu. Yaani, usafi na uovu vyote viko mahali pamoja. Inashangaza, sivyo? Sasa, ili tuelewe vizuri jinsi huu mgogoro unavyoendelea, hebu tuivunjevunje hii sura katika matukio yake makuu matatu. Hapa ndipo mambo yanapoanza kupamba moto kwelikweli. Unaona, huu mtiririko ni wa ajabu. Tunaanza kileleni kwenye sifa za Hana, halafu ghafla tunashuka chini kabisa kwenye lile giza nene la dhambi za wana wa Eli, na mwisho kabisa sauti ya Mungu inasikika ikitangaza hukumu ambayo hakika haikwepeki. Basi ni safari kutoka kwenye shangwe kwenda kwenye uozo na kumalizikia kwenye hukumu. Na hapa sasa ndipo kiini cha sura kinapokuwa wazi kama kioo: tuna picha mbili tofauti kabisa kwa upande mmoja yupo Samweli, mtoto anayekuwa vizuri mbele za Mungu, na kwa upande mwingine wana wa Eli ambao uovu wao unaongezeka kila kukicha. Yaani ni hadithi ya njia mbili zinazoelekea mwisho tofauti kabisa. Lakini unajua kuna kitu kikubwa zaidi kinachoendelea hapa chini ya pazia. Hii siyo tu hadithi ya familia mbili, ni ufunuo mkubwa sana kuhusu jinsi Mungu anavyofanya kazi katika ulimwengu. Hili ni wazo la msingi muhimu sana kulielewa. Wimbo wa Hana sio tu maombi yake binafsi, la hasha. Ni kama ramani inayotuonyesha jinsi Mungu anavyofanya kazi katika historia. Yeye anapindua matarajio ya ulimwengu, anawainua wale ambao dunia inawadharau na anawashusha wale ambao dunia inawasifu. Na hii inatuonyesha wazi wazi kwamba Mungu haangalii tu matendo yetu ya nje, zile shamra shamra za kidini. Hapana, yeye anatazama ndani, anapima mioyo. Aliiona mioyo ya wana wa Eli iliyojaa dharau, na akaiona mioyo ya Hana na Samweli iliyojaa unyenyekevu. Hukumu yake basi inatokana na kile anachokiona moyoni. Basi hebu sasa tuhamishe mwelekeo Tutoa macho yetu kwenye historia ya kale na tuyalete kwenye maisha yetu ya kila siku. Je, hadithi hii inakugusaje wewe leo? Ni hekima gani tunaweza kuvuna kutoka hapa? Sasa, hili ni swali la kujiuliza kweli. Fikiria kidogo. Hana alisubiri miaka mingi na Samueli naye alitumika kimya kimya kwa muda mrefu sana kabla ya kuitwa rasmi. Lakini ule uaminifu wao wakati hakuna aliyekuwa anawashangilia ndio uliandaa njia kwa ajili ya mambo makubwa yaliyokuja mbeleni. Swali linaturudia sisi sasa, wewe na mimi tunafanyaje katika yale majira yetu ya ukimya na kusubiri? Hapa tunaona mifano minne mizuri ya kuiga. Kwanza, kuwa waaminifu kwenye ahadi zetu kwa Mungu. Pili, kuendelea kumwabudu hata baada ya kupata kile tulichokuwa tunaomba. Tatu, kuwa waadilifu hata pale ambapo hakuna anayetuona, na nne, na labda hii ndiyo muhimu zaidi, kuwa na moyo ulio tayari kumsikiliza Mungu anaposema. Na hapa sasa tunagusa kiini cha kanuni ya maisha kamili. Mara nyingi Mungu anatumia yale majaribu yetu magumu kama uchungu wa uzazi wa baraka zake kuu. Kama vile tu uchungu wa Hana ulivyomleta nabii mkuu ndivyo mapambano yako ya sasa yanavyoweza kuwa yanazaa kitu cha ajabu sana. Sasa tunapokaribia mwisho, hebu tutafakari pamoja jambo moja la mwisho. Ni swali la nguvu na ni la kwako binafsi. Hana hakubeba ule uchungu wake peke yake. Alienda Shilo, akapiga magoti na akaumwaga moyo wake wote mbele za Bwana. Somo lake linatupa changamoto leo: usibebe mizigo yako peke yako, peleka maumivu yako Hofu zako na matumaini yako yote mbele za madhabahu ya Mungu. Kama safari hii fupi imekugusa, basi jua kwamba kuna mengi zaidi ya kugundua. Tunakualika kwa moyo wote kutembelea maisha kamili.com. Huko unaweza kusoma makala kamili, kutafakari neno kwa undani zaidi na kupata uzima. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Na usisahau kamwe, maisha kamili ipo kwa ajili yako. Tunakufungulia Biblia iliweze kuyaona maisha yako na Mungu wako kwa macho.